Ya pili, pete ya papa huharibiwa katika ishara ya heshima na mamlaka ya papa, pete yake rasmi inayoitwa Fisherman's Ring huharibiwa kwa nyundo mbele ya makardinali. Hii hufanyika ili kuonyesha kwamba hakuna mtu anayeweza kutumia mamlaka ya papa aliyekufa. Hatua ya tatu, mazishi ya papa. Papa huzikwa kwa heshima kubwa ndani ya siku nne hadi sita baada ya kifo. Mwili wake huonyeshwa hadharani kwa waumini kuaga kisha hufunikwa kwa majeneza matatu mstari wa jeneza moja la mbao lingine la shaba namna la tatu la dhahabu au mti mwingine bora yote ikiwa ni ishara ya utukufu na ulinzi hatua ya nne uchaguzi wa papa mpya conclave. makardinali kutoka dunia nzima hukusanyika kwenye Sistine Chapel, ndani ya chumba hiki Hufunga kila kitu na hakuna mtu anayeruhusiwa kuwasiliana na dunia ya nje. Kila siku